Mtazamaji wa SDK Media, leo tupo jijini Dar es Salaam katika eneo maarufu kama kaburi moja. Kama unaliona hapa nyuma yangu lipo hili kaburi, tutakuja kujua historia, tutaongea na mkongwe ambaye atatuambia mwanzo wa historia wa hili kaburi mpaka mwisho na mpaka hivi sasa. Tutajua chanzo na ni kwa nini mpaka liko peke yake mahali hapa. Usitoke hapa, mimi ni Rachel Festus. Asalamu alaikum, mzee. Wa wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salama Salama kabisa. Ukianza kwa majina unaitwa nani? Mi naitwa Ali Shabani Abdallah mwenye mkuu. Ndio. mm. Ni mkazi wa hapa hapa Posta, mkazi wa Dar es Salaam yeah. Kinondoni, nimezaliwa Kinondoni na mm. nimekulia Kinondoni. Ndio. na huenda hata nikafia Kinondoni. Kwa nini? <laughs> Kwa nini mfie Kinondoni? Kawaida mwanadamu mkazi kabisa, umeamua kukaa huko Kinondoni ah. mm. Kile sasa hivi nimehama mm. nimeshajenga huku Kifuru, maeneo ya Kinyerezi. Kinondoni kwenye familia tu, kwa upande wa kwa upande wa mama maana mimi wetu ni Kibaha Dio. Lakini nilikozaliwa nimezaliwa Kinondoni. sawa sawa. Unaona hiyo. Kwa upande hey. wa baba ni Kibaha ndio. Kwao tu ukae huko kabisa, kwa hiyo nimeamua nikae huku mm. Dar es Salaam, lakini kwa upande wa mama sawa sawa. Kinondoni. Sawa hey. sio mbaya katika eneo hili la Posta jijini Dar es Salaam upo katika, upo hapa kwa muda gani? Oh. Mwanangu nikikwambia mimi niko kwa muda wa miaka mingi sana. Hey. Maana toka nimezaliwa mm. niko Dar es Salaam hii mm. Nilikuwa nafanya kazi Tanzania Standard Newspaper mm -hmm. pale Daily News pale, TSN mm -hmm. Kwa hiyo story ya mji huu wote naifahamu mimi, story ya mji huu wote naifahamu mm. chimbuko lake. Ndio. Naona mwaka wote wewe mwenyewe mimi naisi mjukuu wako kama wa mia moja hivi. Mm. Ah, hata si wa mia moja. Mjukuu wangu kama watano au sita hivi. Sawa <laughs> <Mjukuu wangu. laughs> Eh. Sawa. Katika kipindi cha nyuma kwenye eneo hili la Posta ulikuwa unajishughulisha na nini? Na kipindi cha nyuma nilikuwa nafanya kazi tana, news pale. pale. Mm. Standard News pale. Ndio. Kwenye magazeti nilikuwa upande wa circulation manager. Nilikuwa nafanya kazi pale miaka 20, ah. Nimefanya pale eh. Kwa hiyo maeneo haya yote mimi nayafahamu, kuanzia hii bandari salama inaitwa eh. Mpaka kule kote nafahamu na kwa. Ndio sawa sawa uh -huh. na kazi umejishughulisha kote huku kote huku sasa mzee hapa posta kuna eneo hili hapa linaitwa kaburi moja ina historia yake kwa hiyo uh -huh. uh -huh. mimi natamani kujua ili kaburi hapa lipo kwa muda gani ah, kaburi hili nikikwambia kwamba liko toka elfu moja mia tisa na kumi na nne hili hapa kaburi hili. mm. elfu moja mia tisa na kumi na nne. na sio ilikuwa moja Elfu moja, moja mia tisa kumi na nne hey. Sio lilikuwa moja hapa mm. kulikuwa na makaburi apapaona kulikuwa na, na makaburi hapa ha? Sasa, eh, sasa serikali ya Kikwete hey. Ikaamua hili ni jiji hapa, jiji la Dar es Salaam hapa katikati ya mji hey. Sasa ikaamua wayachimbe wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali wali makaburi yote umeona. Hmm. Wayachimba makaburi yote wayafukue. Mm. Lakini hili limeshindikana kwayo kwa ni, ni, ni kwa nini lilishindikana? Kulikuwa na mauzauza tu, ukilifukua ilo kaburi na mauzauza lingine hata hayasemeki. Maana mm -hmm. Wajaribu kulichimba hilo mara ya kwanza, ikajaa maji mm -hmm. Ilipojaa maji yakakauka mm -hmm. Wakarudia hey. Tena wakachimba wakatoka nyuki, hapo nyuki hasa hey. Wali walienda kuwavamia watu ambao walitaka wali kufukua kwanza, unashindwa kuuliza ili kaburi mm -hmm. la ya Sheikh sharifu. Ndio. Nilikuwa nakuja huko mzee wangu. Hili kaburi la sharifu eh. Na stori yake, hili kaburi liliwekwa mm. Hapa kama hao walikuwa watawala wa Tanganyika. Hao walikuwa watawala wa Tanganyika, akina Saidi Saidi, akina Saidi Saidi yule mta, mtawala wa Zanzibar alikuwa oh. mtawala wa Zanzibar kutoka Oman. akina Saidi Saidi ndio wao walitawala hii eneo ya Dar es Salaam. Ukiingia ukifika pale Ikulu kuna kibao kuna, ukiingia katika mlango wa Ikulu tu, pale mlango Ikulu tu ukiingia pale umeandikwa Dar es Salaam kwa Kiarabu na Dar es Salaam kwa ki kwa Kiswahili imeandika pale, umeona eh. Sasa walipokuja kuchimbua ili kaburi wakashindwa. Sasa katika utawala wa Kikwete akaambiwa hilo liacheni tu, basi kaburi moja kama limeshindikana, ani kuondoka imeshindikana basi liacheni li kaburi. Wakafukua makaburi mengi tu mengi mengi mengi waliyafukua mpaka kule, wakaliacha ili kaburi. ilikuwa elfu moja, ilikuwa elfu mbili na kama kumi na mbili waliyafukua ya makaburi elfu mbili na kumi na mbili. Lazima uzingatie hapo, elfu mbili na kumi na mbili kwenye mwezi kama wa sita hivi Aya, makaburi alifukuliwa pa, lakini hili ndio likashindikana haya, kwa sababu na ya mauzauza ambayo ametokea. Mauzauza mwanza walitokea maji maji, pili katokea nyuki, mara tatu, ikawa kila wakichimba yanatoka maji. Kwa hiyo wakaamua wa tu waliache, ili kwa idhini ya kiongozi wa nchi. Maana hili kiongozi wa nchi wa Tanzania ndio akaamua bana, hilo liacheni, hmm. isipokuwa mlitengeneze vizuri ili kulitengeneza vizuri wameitengeneza serikali, lakini wenye kushughulika na makaburi haya ni watu wa msikitini. Watu wa msikitini, Msikiti wa Kitumbini, msikiti wa Kitumbini unaujua, pale ndani kuna kaburi kama hili lipo na yenyewe, kama hili hili, kama hili na yenyewe itokea mauzauza, lila la ndani hawakulifukua pale ndani msikitini. Pale kuna kaburi kama hili, umeona? na kuna siku moja hapa alikuja mwana mmoja kwa kutaka ili kwa kutaka kujua ili kabuli maana maana, uh, nimempeleka hapa akakagua, akasema sasa unipeleke msikitini, taruhusiwa kuingia. Nikamwambia twende, tukaingia kaburini pale, tukaingia pale ndani msikitini pale, msikiti wa kitumini unaojua. Ah, sikio kwa sije, kufika mtaa hapa ukiingia nyuma nyuma ya magorofa haya, mbele yake pale kidogo hapa nyuma hapa nyuma tu kwa hiyo haya makaburi yana stori kubwa, mwana makaburi yana stori ya ukoloni tuka, toka ukoloni, hata Nyerere hajazaliwa haya makaburi, hapo muda mrefu sana, muda mrefu sana. Hata Nyerere hajazaliwa haijulikani kama atakuwa mtu Nyerere, atazaliwa mtu Nyerere. Makaburi elfu moja mia tisa na kumi na nne hili. Kwa hiyo mzee hapa kwa mhusika ambaye amefariki na katika hili kaburi ni alikuwa anajishughulisha na kitu gani, lakini pia ni alikuwa na nafasi gani katika hii jamii hapa hapo? Umeuliza swali zuri. Nafasi alikuwa nao, alikuwa ni maarufu, ni, ni kadhi, kadhi wa Tanzania, ni maarufu yeye kwa, kwa dini ya Kiislamu, kama vile unavyosikia kadhi mkuu wa Tanzania tunamsikia ama tuseme ni kiongozi mkuu, kiongozi mkuu, ndio baada ya shehe mkuu. Halafu yeye alikuwa, yeye ni kazi mkuu wa Tanzania. kaburi ili hapa, hili watu waelewe, kuanzia sasa hivi hili ni kazi mkuu wa Tanzania, ndio alikuwa kazi. Sasa ma... kazi nini, maana ya kazi, kazi kuamua sheria zote za Kiislamu, mtu akate mkono, sheria za Kiislamu zile, wanapokosana mtu na mkewe, wanakwenda kusuluhisha wanagombana mipaka ya nyumba, sheria inapita inapita kwa mkondo wake, anakwenda kwa kazi. Taratibu zote za kisheria za Kiislamu ndio zilikuwa zinapita kwake. Huyu huyu hapa aliozikwa hapa. Na katika historia yote, tukiingia katika maziko, kuna historia yote yaani maziko yake yalikuwaje? Ah, historia yake maziko alikuwa makubwa kwa sababu si kiongozi huyu huyo wa nani kwanza mwili wake tuseme maiti yale, nilipitia Kitumbini, maana walikufa watu wawili, nilipitia hapo Kitumbini, kwenye msikiti wa Kitumbini hapo ndio, ikaja likazikwa hapa, yule akazikwa pale ndani pale, akazikwa pale pale msikitini ndani pale, akazikwa wote wawili, na walikuwa viongozi wote, walikuwa viongozi, walikuwa anaitwa nani, walikuwa anaitwa Sharifu ama masharifu, Sharifu Sheikh Sharifu, huyu ni Sharifu, Sharifu wa jiji la Dar es Salaam huyu. Mafira hua, mafira hua, mafira hua. Mwenyezi Mungu rauafiahurahmahuafiana Mwenyezi Mungu amlehemu sana. Amina. Sasa Mwenyezi Mungu amlehemu na walehemu wote, walikuwa wamefukuliwa wameenda kuzikwa sehemu nyingine. Hii eneo hili la makaburi lingine lilikuwa pale nani hapa kwenye pale posta ya zamani garden pale kama hii kulikojengwa sasa hivi pale vizuri huku hey, benki ya MBC, pale sasa walihamisha watu wengine waliokufa pale na pale pia likuwa pale likuwa kaburi vile vile pale liamishwa tu hey, ilikopo kaburi pale, waliapeleka wapi sasa? Ah, waliapeleka nani, waliaondoa sijui, waliapeleka wapi wali, wali wali, sina uhakika, lakini waliaondoa tu, lakini eneo ilikuwa special kabisa la, maka, la makaburi, kulikuwa na makaburi mengi tu, wameafukua yote, serikali me, meenda kuhifadhi. Sasa katika hapo zamani mazingira yalikuwaje, na sasa hivi toka ili kaburi liwepo mazingira hapa pote pamekuwaje? Ah, kwa kweli mazingira ya zamani yalikuwa mazuri sana ukifika hapa, kwa sababu kulikuwa na ulinzi hapa, kulikuwa na watu wanalinda hapa zamani, eh, kulikuwa na watu wanalinda. Lakini sasa serikali imeona mbali sana, serikali imeona mbali sana, tunaipongeza serikali, kwa sababu katikati ya mji kuwa makaburi na kuwa sio kitu kizuri. Kwa hiyo wakayahamisha makaburi kwenda kuyapeleka sehemu nyingine, lakini ili hapa ndio wameshindwa kulihamisha na lile la wa msikitini, wakaamua walijengee walijengee vizuri pale la msikitini lile. Kwa hiyo liko ndani ya msikiti, msikiti wa Kitumbili liko ndani ya msikiti eh. Sasa ili hapa hili ndio wamelibakisha, ili nadhani hili wamelibakisha, ili ni moja tu wamelibakisha kwa sababu ilikuwa nashindwa kuhamisha kutokana na mauzauza pia ha, kutuwa, la mauzauza, la shindika, na mauzauza alafu imeshindikana. Sasa rais wa nchi Kikwete akasema jamani basi lihifadhini hapo, ndo wakalihifadhi. Lakini kaburi la mtu mkubwa sana hili, sio masiala, kaburi la mtu mkubwa sana na. Kuna matukio gani yoyote ya kihistoria ambayo ilitokea katika eneo hili la kaburi, ukiachana na mauzauza ambayo umetuambia? Ah, matukio yalikuwa natukia watu. Kuna mwaka mmoja, sikumbuki ilikuwa mwaka gani ule, kulikuwa halmashauri ya jiji Dar es Salaam auloa madaraka ya watu wengine, walifanya utaratibu wa kumuuzia manispa ya Ilala, maana haya yote ni maeneo ya manispa ya Ilala wajua. Kote huko. Yote maeneo yote manispa ya Ilala, wakamuuzia mtu mmoja akazungusha mabati hapa, akataka kujenga. Jina lake unakumbuka? Jina lake sifahamu le jamaa lakini ah. Jina nimeliandika lakini liko nyumbani, nimelisahau kidogo, maana mi nakumbukumbu sana, najua huko vizuri na kumbukumbu sana, lakini jina nimelisahau. Naomba ni siku ingine nitakutajia hilo. hamna shida, hamna shida. Lakini baadaye wakaja wakamnyang'anya, wakamwambia hapo sio sehemu ya makaburi io hapo ni sehemu ya makaburi, alafu iwe sehemu ya kupumzika watu, wakalitoa ili kaburi, wakataka kulitoa ili kaburi lakini ndio ikashindikana Baadaye akaja Makonda, baada ya kushindikana, baada ya kutokulitoa ikashindikana, Kikwete akaliacha kama lilivyo. Ile isipokuwa makaburi mengine yakawa yametoka mpaka elfu mbili na kumi na sita kumi na saba Makonda, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, tunamshukuru sana, ndo alikuja kurekebisha hapa, akaweka tena a jiwa lake la msingi lile pale Ah, lile. Lile pale sasa, lile. Sasa. Sio kaburi, lile ni jiwe la msingi. Eh. Hata e, kama tunapita hivi, tuliliona pale. Eh, akaweka jiwe la msingi, akatengeneza hapa. Kusudio la watu wapumzike, ndio maana akatengeneza hivi, akatengeneza hivi. Hivi vitu vitu vitengeneze. Kusudio la watu wapumzike. Lakini sasa naona kupumzika kwenyewe tena da. <laughs> Kwa hivi tena. Majanga sana unajua. Kwa nini majanga? Majanga mwanangu kwa sababu gani unajua? Eh. Watu wanashindwa kufata maadili. Unajua sehemu kama hizi ni sehemu za kupumzika. Lakini wanakuja wanakaa wauni. Ambao mara nyingi sana mara kwa mara maaskari wanakuja wanawakamata watu wanawapeleka kituoni. Hapa hapa. Eh, maaskari wanakuja wanawapeleka kituoni. Maaskari wanakuja wanawachukua wanawapeleka watu kituoni. Kwamba wanawaambia wazururaji. Sasa imekuwa tena majanga. Alafu hii sehemu kama imeharibika haribika sasa hivi. Kwa hiyo sasa, wewe babu hapo, unataka waambie, tuambie hapa, unaonekana waambie wafanye kitu gani, waongeze nini katika eneo hili hapa garden? Maana yake ukitaka kuangalia garden, hii sio garden. Wewe mwandishi, nadhani unaelewa hii sio garden, garden. Waliweka kusudiwa la kupumzika hapa, lakini sasa hii sio garden. Kwanza likuwa waweke garden kwa sababu hii mia arobaini hii yote inakuwa ina, inazidi ina, ina, ina, ina kukua, na alizi ya hapa kama imepinda, unaona hii. Kwa sababu ya nini? Unajua, kwa sababu ya, sabu ya hii, mia arobaini mizizi inapita chini, chini kwa chini. Sasa pamekuwa sio garden tena, pamekuwa ni sehemu ambayo kama garden. Unajua maana ya garden hey. si unaijua garden inakuwa sehemu nzuri sana imetengenezwa vizuri hata yeah. Ukiingia garden hivi yeah. Unajua, kama garden inakuwa na mlango hivi wa kuingia na kupumzika, lakini sasa hapa sio garden tena. Basi taarifa zimefika, babu ataziona kama kuna maarifa yoyote ambayo yatafanyika, sawa hapa mm. Stori yake ni kubwa zaidi, inatakiwa kutulia, na kwa bahati nzuri kwamba lile jina la yule mwekezaji aliopewa hapa ndo nimelisahau tu. Lakini stori ya hapa hili kaburi lina maana kubwa. Ndio maana utakuta utakuta mtu anakuja anaomba, sio kama anaomba labda mtu akishakufa amekufa tu. Sasa mtu akija kumuombea, anamuombea dua huyu tu Mwenyezi Mungu amlehemu. Hapo ina maana kuna watu hapa wanakuja muda gani kuomba? Hakuna watu, akipita mtu tu anakuja anamuombea dua huyu. Maana Waislamu sisi kawaida yetu maiti zenu tunaomba dua. Mimi mara nyingi sana huwa nakuja hapa na kanzu yangu, nakaa hapa naomba dua. Kuna watu wana kawaida moja wanakuja, hey, babu, sijui nini, sijui nini. Unamwombea dua tu aepukane na adhabu za kaburi aepukane na misukosuko ya kaburi. Sasa kwa kumalizia, mzee wangu, unapenda kuambia nini vijana kwa sisi Gen Z ku jinsi ya kutunza mazingira ya kihistoria? Ah, jinsi ya kutunza mazingira, sehemu nyingi za kutunza mazingira zipo. Mfano mzuri benki NDC wametuonyesha mfano wa kutunza mazingira, wameitengeneza garden ile pale, nadhani umeiona ile pale. Nimeiona pale, hiyo tofauti na hii. Kabisa, kabisa. Sasa tunawaambia vijana wa sasa hivi hapo sisi wengine zile tu tena tunangoja hadi yetu tu, Mwenyezi Mungu atupigie kengele tuondoke, lakini vijana wanatakiwa watunze mazingira, wakubaliane tu kwamba, wakubaliane na washikadau, wazitengeneze garden ni ziwe nzuri zaidi, yani kwa sababu hii kama hii imeshaharibika sasa hivi hapa. Serikali imejaribu kutengeneza lakini watu wanaharibu sasa, na iomba tu serikali iboreshe tena kutengeneza mazingira hapa, pawe mahali pazuri zaidi pa paku, paku, pa kuongelea pakupanuana mawazo kusubiri mtu ameenda TRA amekwenda kule bandarini anakuja kupumzika hapa.